Katika tamko lililotolewa hivi karibuni na mbunge wa Bunge la Ulaya na mratibu wa masuala ya kigeni wa kundi la EPP, Michael Gahler, wasiwasi mkubwa umetolewa kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea kuzorota nchini Tanzania. Kupitia taarifa rasmi iliyosainiwa na wabunge wenzake kutoka kundi la European People's Party EPP, Gahler ameonyesha kusikitishwa na kile walichokiita ukandamizaji wa kimfumo dhidi ya upinzani kuporomoka kwa misingi ya kidemokrasia na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mmoja waliotajwa kama mfano wa hali hii ni kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa tamko hilo Lissu, Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chadema alikamatwa mnamo tarehe 9 Aprili 2025 katika mkutano wa amani wa hadhara. Anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kusambaza taarifa za uongo kupitia mitandao ya kijamii. Kile kinachotia hofu zaidi ni kuwa tangu kukamatwa kwake amekuwa akinyimwa haki za msingi kama kuwasiliana na mawakili wake kwa faraga, kuabudu, na anashikiliwa kwenye eneo la wafungwa wanaosubiri kunyongwa licha ya kutohukumiwa. Hii ni kinyume na viwango vya haki za binadamu vilivyowekwa na jamii ya kimataifa. Aidha, Mikaeli Gala ameonyesha hofu yake kuhusu kampeni ya serikali ya Tanzania dhidi ya vyama vya upinzani. Serikali inatuhumiwa kuzuia mikutano ya kisiasa, kufungia akaunti za vyama vya upinzani na kuwakandamiza viongozi wake kwa kuwakamata kiholela holela, holela. Haya yote yanatishia uhalali wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Mbali na wanasiasa, wanaharakati kama vile Boniface Mwangi kutoka Kenya na waandishi wa habari kama vile Agatha Atuhaire wa Uganda pia wamejikuta wakilengwa na ukandamizaji huu. Hali hii inakuja licha ya ahadi za awali za Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu kufungua mfumo wa kisiasa na kuheshimu kazi za binadamu. Gahler ameonyesha kuwa badala ya mageuzi hayo, Tanzania sasa inarejea kwenye utawala wa kiimla. Hivyo basi Bunge la Ulaya linatoa wito kwa umoja wa Ulaya kuchukua hatua madhubuti, zikiwemo kudai kuachiliwa kwa Tundulisu bila masharti, kusisitiza kurudishwa kwa misingi ya kidemokrasia kabla ya uchaguzi, kuweka vikwazo vya moja kwa moja kwa wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Michael Gahler amehitimisha kwa kutoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kimataifa kusimama pamoja na wananchi wa Tanzania katika jitihada zao za kudai demokrasia, uhuru wa kisiasa na heshima ya utu wa binadamu. Tamko hili linaongeza shinikizo la kimataifa dhidi ya serikali ya Tanzania na linabeba ujumbe mzito wa mshikamano na ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.